Na mtazamaji na mwili unaoaminika kuwa wa msichana wa chuo kikuu cha Nairobi aliyeripotiwa kutoweka eneo la Kikuyu umepatikana katika hifadhi ya maiti ya City. Hii ni baada ya sehemu ya mwili wa mwanamke kupatikana katika msitu wa Kefri Kikuyu na kupelekwa kwenye hifadhi hiyo tarehe 17 Oktoba. Familia inasema inaandaa uchunguzi wa DNA ili kuhakikisha mwili huo ambao umeharibika kiasi cha kutotambulika. Franklin Wala anaarifu Familia ya Jane Atila mwanafunzi wa chuo kikuu cha Nairobi na ambaye amekuwa akitafutwa kwa kipindi cha wiki tatu ilifika katika hifadhi ya maiti ya City Nairobi katika juhudi za kumtafuta. Familia hiyo ilionyeshwa mwili ulioletwa hapo tarehe 17 Oktoba kutoka msitu wa Kefri huko Kikuyu. committed. Mwili wenyewe ulikuwa umeoza vibaya sana na ulikuwa umekatwa vipande. View of the body is such that uh, very little flesh remain on the body. Part of the left leg is badly done, and the skull is separate from the body and the skull also bears uh, evidence of uh, violence. Baada ya kuuangalia mwili huo, familia inasema kuna uwezekano mwili huo ni wa msichana huyo ambaye amekuwa akitafutwa, lakini uchunguzi wa DNA utahitajika. missing. Jena Atila aliripotiwa kutoweka tarehe 3 Oktoba, siku ambayo alikuwa ameenda kumtembelea rafiki yake wa kiume. Marafiki wa msichana huyo wanasema tangu siku hiyo hakuwahi kuonekana na simu yake ilizimwa. Majirani wa rafiki huyo wa kiume aliyetambulika kama Nicholas Mtua wanadai siku hiyo kulikuwa vurugu chumbani mwa kijana huyo na kisha baadaye Nicholas na Jena hawakuwahi kuonekana. Jena Atila alikuwa mwanafunzi wa mwaka wa pili katika chuo cha Nairobi na alikuwa akisomea ualimu. Polisi wanamzuilia mshukiwa wa kituo cha Kikuyu. Mshukiwa huyo Nicolas Mtua anasubiri kufikishwa mahakamani kesho. Franklin Wala, runinga ya Citizen.